Ya wokovu. Unaona? Piga magoti. Amen. Nabii anasema leo nitawavika mavazi ya wokovu. Amen. Kumbe mavazi ya nyahazi ni wokovu. Ninaleta wokovu. Ninaleta uponyaji. Hii neno lililosema leo nitawavika

nitawavika mavazi ya wokovu. Ni wale watifu, ni wale wanaofundishika, ndipo watavikwa. Amina. Kama wewe aufundishika, kama wewe autaki kufuata maagizo ya Yesu Kristo, ndiye ndi yeloma yanamota Hata kama useme amina, mimi nakwambia kweli, wale watakaobarikiwa ndio watakaovikwa mavazi ya wokovu. Wale watakaotii injili ya leo na watachukua tunu ya mabariko, hao ndio watakaovikwa mavazi ya wokovu. Je, uko tayari kuvikwa mavazi ya wokovu? Mbona unasema amina kama wako, kwa nini?